Kupooza kwa ubongo au cerebral palsy ni ugonjwa ambao hujitokeza kwa mtoto wakati bado yupo tumboni, wakati wa kuzaliwa au anapozaliwa mapema na kupelekea matatizo kwenye ubongo ambao husababisha hali ya hali ya kudumu inayoathiri ukuaji wa mwili na kusababisha vizuizi katika shughuli za kila siku. Kulingana na utafiti wa shirika la Afya Ulimwenguni WHO, asilimia 60 ya ulemavu kwa watoto ambao hukumbwa na changamoto mbalimbali natokana na, na ugonjwa ule wa kupooza kwa ubongo. James Mwangi na taarifa ile, katika makala yetu ya ndugu afya kwa ubongo au cerebral palsy ni ugonjwa ambao hutokana na matatizo kwenye ubongo wakati mtoto bado yupo tumboni, wakati wa kuzaliwa, au baada ya kuzaliwa mapema, na kuathiri ukuaji wa mwili it affects the brain and so now the muscles become weak uh, a child is not able to function normally Kulingana na shirika la Afya Ulimwenguni WHO, asilimia 60 ya ulemavu miongoni mwa watoto ulimwenguni husababishwa na ugonjwa huo. We encourage the Kupooza kwa ubongo huweza kusababishwa na shida za kupumua wakati mtoto anapozaliwa, maambukizi ya ubongo, mtoto kuzaliwa mapema, au ajali na majeraha wakati wa kuzaliwa na baadaye kupelekea matatizo kama vile shida za kumeza chakula, ulemavu wa akili pamoja na shida za kuona, kusikia au kuzungumza. himself. Ijapokuwa ugonjwa huu hauna tiba, matibabu na msaada kwa mwathiriwa huweza kuboresha maisha ya mtoto kwa kupunguza maumivu. Pamoja na mzigo wa ulemavu. Ni watoto wa kuonyeshwa nini? Huruma. We just want these children to be very happy. Tuweze tukabadilisha ulemavu wao, but tunaweza tukawapatia makao mazuri. Tunaweza tukawapeleka out kama leo wakajienjoy, wakapunga hewa safi na pia kila mtu akiangalia anasema, "Haya, kumbe ulemavu haufichi." Being a brain condition, it is not... It is not easy to prevent. What you usually do in many cases, we just manage the condition. For example, we may manage the condition through ile kit inaitwa occupational therapy. You, you massage the child, you practice with the child. James Mwangi Makala ya Undugu Afya